Baada ya kumaliza kutumia njia za uzazi wa mpango na una uhitaji wa kupata mtoto, fanya mambo haya, itakuwa ni rahisi sana kupata mtoto huyo bila shida yoyote. Cha kwanza cha kufanya, hakikisha unampata mtaalamu ambaye atakusaidia tiba sahihi ya kwenda kusafisha damu yako, kuondoa vile vichocheo bandia, kwani huwa vinabaki hata kama ulishamaliza kutumia njia za uzazi wa mpango zaidi ya miaka mitatu mpaka mitano. Wanawake wengi wanasafa kupata ujauzito baada ya kutumia uzazi wa mpango lakini pili hakikisha unapata dawa maalum yenye uwezo wa kwenda kurekebisha vile vitu ambavyo huwa vinaharibika ama kuathirika kutokana na matumizi ya njia za uzazi wa mpango. Cha kwanza ni homoni ndio huwa zinaathirika ama kubadilika, ndio maana wengi huwa hawapati period ama period zao zinakuwa hazieleweki. Ni lazima upate tiba ya uhakika ya kubalance homoni. Lakini tatu upate dawa ya kwenda kuhakikisha mayai yako yanarudi katika ubora, kwani uzazi wa mpango upunguza ubora wa mayai. Ndiyo maana ulikuwa unashiriki tendo kila siku za hatari, ila mimba hakuna. Na maana mayai hayako vile kama ilivyokuwa mwanzo. Ukifanya mambo hayo kwa, kwa usahihi, basi utapata ujauzito bila kuangaika vyovyote vile. Wasiliana na mimi kama ni mmoja wapo ya wale ambao wanahangaika kutafuta mtoto kwa muda mrefu hasa baada ya kutumia uzazi wa mpango.